Ulivuta zigara lini mwisho? Juzi. miraa likula lini mwisho? Juzi. bangi ulivuta lini? hiyo juzi. Angapo anasema ni msaidie, kwa maana huyu huyu kijana si yeye huwa anakunywa mbangi, si yeye anafuta zigara si anakula miraa. Kuna kimutu kinajiita King, kiko na nywele ya white, kinakaa ndani yake, kikitaka hizo vitu. Kinajiita anasikia jina King. King anaishi ndani yake, alafu King anasikia kiu, anatumia huyu. Sema return to the center, to the center right, ah Si mtu anisaidie niambie return to the center. Sasa so, zingine unaanza kuona ndugu yako, dada yako akiwa na utotuvitu na wewe unaanza kusema mtandike mchukue mpeleke riabu na zingine ni spiritual. Naanza kukuangalia hivi nikaziona zingine ni roho. Hebu piga mangoti na tukimaliza unione sawa? so, nataka nimwongeleshe, nataka kumwongelesha nimwambie vile, in case hiyo king ya rudi vile, anaweza kujidefend. Unajua hata pepo ikitolewa inarudingi, mnajuanga hivyo. Pepo inatolewa kwanza, inarudi zikiwa saba na inakujanga na zile noma kuliko hiyo pepo ndio hali yake ikuwe mbaya kuliko vile ilivyo saa hii. Inua mikono juu, sema Bwana Yesu, sema kwa sauti: Bwana Yesu, siku ya leo ninatambua mimi ni mwenye dhambi, nisamee dhambi na makosa, nioshe kwa damu ya Yesu andika majina, majina yangu kwa kitabu cha, kitabu cha uzima nifute kwa kitabu cha mauti kutoka leo kutoka ufalume leo, wa shetani, wa shetani na kila roho ya king, king, ambaye ni king wa darkness king simuitanji, simu kwa live yangu, yangu. Asante Yesu kwa ndamu yako asante yesu kwa damu yako asante yesu kwa damu yako iliyomwangika sema amen inua mikono kila mmoja elekeza mikono hapa nataka ukamata hiyo huyo huyo king huyo ndio mwenye pembe huyo ndio anangeuza maisha huyu huyu ni kijana anafaa, anafaa kutengemewa anafaa kutengemewa anafaa kutengemewa kwa jina la Yesu Kristo. Shaka pala talata. Ninakamata kila spirit ya king from the kingdom of darkness. Dioyo. King come out. Wewe king come out. Wewe king come out. Wewe king come out. Come out in the name of Jesus. Wewe king, unajiita king. Ninakushika na nina kunyoa hiyo nywele yako. Nina nyoa hiyo nywele yake ambaye anaangaiza vijana e, vijana siku hizi wanapewa kingi, anaingia ndani ya, ya vijana alafu wanaandeniwa wana wanaanza kutembea wakiwa na don't care attitude. Ninavunja hiyo roho ya don't care attitude. Ninaharibu spirit ya don't care attitude Baba ninamfungua, ninamfungua, ninamfungua, ninamfungua. Asante kwa kuwa imetendeka na imetimia. Jina lako limetukuka. Jina lako limeinuliwa. Asante kwa maana king ameondoka na mtoto huyu ninamrudishia wazazi wake akiwa na afya. Akiwa na akili timamu, akiwa mzima. Namrudishia mama yake, namrudishia baba yake, namrudisha nyumbani kwao, akiwa mzima. Asante Yesu, jina lako limetukuka na jina lako limeinuliwa. Kwa jina la Yesu watu wote waseme amen.